Shalom shalom. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo mpendwa katika jina la Yesu Kristo. Mpendwa mtazamaji, mfuatiliaji wa vipindi vyetu katika chaneli hii ya Mikono ya Kristo hasa kupitia katika kipindi hiki cha neno la maarifa na tafakari ya Mikono ya Kristo. Na leo nimekuletea tafakari iliyobeba ujumbe Upendo wa Mungu Baba. Najaribu kushare kwa namna kipekee sana jinsi gani Mungu alitupenda. Kuna vitu vinatutesa sana na kuna mambo yanatutesa sana lakini, kumbe tungeishi tu upendo wa Mungu, tungeanza kuona mambo mengi sana yanafunguka. Lakini kwa kutokufahamu tunaingia kwenye mitego ama kwenye mtego wa shetani e, kwa sababu ndogo tu ya kutokuishi upendo wa Mungu. Mungu kwa kweli ametupenda sisi wanadamu hata akatuumba kwa mfano wake kutuumba tu kwa mfano wake yeye mwenyewe ni ishara tosha ya Mungu anatupenda kwa namna gani. Lakini Mungu huyu aliyetuumba kwa mfano wake ndiye anaweza kututembelea hata majumbani kwetu. Mungu anasema nina uwezo wa kukutembelea, nina uwezo wa kuja kufanya makao nyumbani kwako. Na mtu anajiuliza inawezekanaje? Inawezekana mpendwa, inawezekana taifa la Mungu kama tutayaishi maisha yale ambayo Yesu Kristo ametufundisha, basi tuelewe kwamba Mungu anaweza kufanya makao katika nyumba zetu, na ninaamini kuna watu wanakubaliana na mimi. Ziko familia hata ukizitazama tu kwa macho yako ya kawaida, unaona kabisa mbona kama familia ile imependelewa. Familia za namna hiyo zina Mungu ndani yake, anaishi katika hizo familia. wapo wapo, kuna watu wananielewa, kabisa nachokisema, kwamba ndani ya familia zao wanamuona Mungu kila leo, yani kila ukiwauliza, ili inawezekanaje, ili umelifanyafanyaje, ili umeliwezaje, atakwambia kwa kweli ni neema, hata mimi mwenyewe sijui imewezekanaje. Sasa watu hao ukikutana nao wanakushirikisha utaelewa kwamba Mungu anatembelea familia za watu na si kutembelea tu Mungu hufanya kikao katika familia za watu. Mungu hufanya kikao kwa watu. Kuna baadhi ya watu wanatembea na Mungu nyakati zote, ni Mungu anasema tu, ipo namna ya kufanya. Kuna namna ukiishi maisha yako ukayaseti katika mfumo huo, Mungu moja kwa moja anafanya kikao katika maisha yako, unakuwa na malaika wa Mungu na Mungu mwenyewe anakuja, yaani Mungu Baba na Mungu mwana na Roho Mtakatifu wanakuwa na wewe tu nyakati zote. Mwanadamu anajiuliza inawezekanaje? Tafakari ya leo inatoka katika kitabu cha Yohane sura ya 14 aya ya 23. Yohane sura ya 14 aya ya 23 inasema nini? Tuanza kwa kusoma sasa aya ya 23. Yesu akajibu akamwambia, mtu akinipenda atalishika neno langu, na Baba yangu atampenda kwamba ukimpenda Mungu utalishika neno. Kwa hivyo kama unampenda Mungu na kama unataka Mungu akaye ndani yako atembee na wewe, Yesu Mungu mwana na Mungu mkuu watembee katika maisha yako, wafanye makao ndani yako, anza kulishika neno, neno la Mungu. Kanuni hiyo, shika neno la Mungu kwa maana, shika kwa maana mafundisho yote yanayofundishwa katika neno la Mungu, ukiyashika hayo, Mungu wa mbinguni atakupenda lakini si kukupenda tu, anasema atashika neno langu na baba yangu atampenda nasi tutakuja kwake na kufanya makao kwake. Kwamba ukilishika neno la Mungu si Mungu atakupenda tu, bali Yesu na Baba wa mbinguni watakuja na kufanya makao kwako. Ukimpenda Mungu atafanya makao kwako, ataishi katika nyumba yako, ataishi eneo ulilopo, atakupenda Atakufurahia, atafanya makao, atakuwa ni mgeni kwako. Je, uko tayari kumpokea Mungu? Kumbe kuna kanuni tukiziishi kama Wakristo tutauona wema wa Mungu, tutamuona Mungu waziwazi wazi. Tutamuona Mungu kwa namna ya pekee sana. Mpendwa mfuatiliaji wa tafakari hizi, usiishie kusikiliza tu, watumie watumie na na wapendwa wako, watumie na jamaa zako mbalimbali, nao watafakari. hakika utabarikiwa wewe na wao, watabarikiwa sana kwa kutumia tafakari hizi. Kuna mtu alikuwa ajui kwamba Mungu anaweza kufanya makao ndani yake, anaweza kufanya makao katika kazi yake, anaweza kufanya makao katika biashara yako. Mungu anaweza kufanya makao mahali popote ikiwa umempenda, umelishika neno lake, kwa maana umekusudia na umeazimia kuyaishi mapenzi ya Mungu. Mungu anafanya makao, sio kukupenda tu bali anafanya makao na wewe anafanya makao katika eneo lako, hivyo shetani utamsikia kwenye redio, kwa maana nyakati zote Mungu atakuwa anakupigania, nyakati zote Mungu atakuwa anakushindia kila vita. Nina hakika watu wa namna hii wapo, wapo ambao ukiwauliza hii imewezekana vipi, atakwambia mimi sijui. Biashara yako inakuwaje kubwa namna hii? Atakwambia kwa kweli ni wema wa Mungu tu. Watu wa namna hiyo wanaashiria kwamba Mungu yupo pamoja na wao katika shughuli zao. Mpendwa mfuatiliaji, Ninakushukuru kwa kutenga muda wako hata katika tafakari ya upendo wa Mungu Baba sehemu ya kwanza, na kushukuru kwa kuendelea kutufuatilia tafakari hizi pamoja na mafundisho yetu mbalimbali, yanapatikana pia katika mitandao ya kijamii Instagram, Facebook, pamoja na TikTok, na hapa hapa YouTube. Kwa hiyo mnafuatilia, kuna leo ya YouTube, lakini pia tunapatikana kwenye mitandao mingineyo ya kijamii. Endelea kutufuatilia, na Mungu akubariki sana kwa kutufuatilia. Ulikuwa nami mtumishi wa Mungu Norbert Mpunga hadi wakati mwingine. Bye bye.